Asalamu alaikum watoto wazuri, karibuni tena kwenye kipindi chetu cha Kids Corner. mimi ni Miss Mariam na leo nataka niwasimulie hadithi nzuri sana siku moja paliondokea na mvulana yule mvulana alikuwa si mzee sana na pia si mtoto sana yaani alikuwa kwenye umri wa wastani tuseme kama miaka ishirini na tano hivi au ishirini na sita Akasema mimi nataka niende ni apply kazi. Akaona kuna kampuni moja kubwa sana, akasema ngoja mimi niende kwa yule boss wa hiyo kampuni niende nikaapply kazi. Akapeleka makaratasi yake mwenyewe, akaenda mpaka kwa hiyo kampuni, akaenda akaonana na yule boss, akamsalimia vizuri, akampa yale makaratasi yake. Sasa yule boss kwenye kupitia kupitia pitia zile karatasi ashangaa, eh, huyu mvulana mashallah elimu yake ni ya kiwango cha juu yaonekana kuwa matajiri lakini kabla hajamuuliza kitu, akaanza kumuuliza, kwani wewe ushaikupata kupata scholarship? Yule mvulana akajibu hapana, mimi sijawahi kupata scholarship. Akamwambia ah, inamaanisha babako amekulipia hizi school fees zote mpaka hapo penye umefikia. Akamwambia hapana, mi babangu alifariki kitambo, tangu nkiwa na mwaka mmoja tu. Mamangu mimi ndo amenilipia kila kitu, yeye ndo amenisomesha ameniangalia mpaka sasa hivi ndo natafuta kazi. Yule bosi akasema e, basi yaonekana mamako ana kazi nzuri, ana pesa. Akamwambia ah, sivyo unavyofikiria, mamangu mie amenifundisha na taabu. Akaambia basi alikuwa anafanya kazi gani? Maana haiwezekani iwe hujapata scholarship na mamako amekufundisha na taabu. Haibu, niambia basi amefanya kazi gani mpaka akapata hizo pesa zote za kulipia school fees. Yule mvulana akamwambia, mimi mamangu kazi yake ni kufua nguo. Angeenda kila mahali kutafuta kibarua cha kufua nguo, achange pesa, zikifika za zinazotakikana za school fees, angeenda tu shuleni kulipa. Na alhamdulillah hivyo venye amefanya mpaka nimemaliza kusoma, ni nguvu zake mwenyewe. Akamwambia, kwa hivyo wewe kazi yako ilikuwa ngani? ulikuwa amsaidia mamako kufua au? Akamwambia hapana, mi mamangu alikuwa hata haniruhusu nifue, alikuwa ananiambia mimi siwezi kufua haraka na pia mimi sijui kufua vizuri, maana ningejaribu kumsaidia tu kidogo naambia wewe, ah, wafua polepole, mda sasa hivi mi ngekuwa niko kwa mtu mwingine, nafua napata pesa. Basi ule Bosi akashangaa akamwangalia, akaambia hebu fanya hivi mikono yako. Akafanya, akiangalia akaambia, mikono yako mbona iko soft sana? Yani kumaanisha wewe ulikuwa ufanyi kazi yoyote. Akaambia, hujakosea mimi, kazi yangu, mama yangu alikuwa akiniambia kazi yako ni kusoma tu. Sasa mimi mda wangu mwingi alikuwa nakusoma masomo yangu ya shule, na pia alikuwa nasoma vitabu vingi ndio nipate elimu nyingi, na pia akili yangu ifunguke, niwe mwerevu. Yule bosi akashangaa, akamwambia Eh, sasa wewe fanya hivi, huele urudi nyumbani. Lakini ukifika nyumbani, mwambie mamako akupe mikono yake, ujaribu kuiosha leo mikono ya mamako. Najua hujawahi kumuosha mamako mikono. Akaambia hujakosea bosi, mimi sijawahi hata kuangalia mikono ya mamangu. Mimi bora tu niende zangu shule, nikirudi napata chakula nala na lala. Akaambia basi leo mimi nakupa hiyo kazi, rudi nyumbani. Yule mvulana akarudi nyumbani kufika Akaambia mama mamake, leo mama, mimi nataka nkuoshe mikono. Yule mama akashangaa, akashanga asema, eh, mtoto wangu kwani ameuta nini leo mpaka atakanioshe mikono? Lakini akafurahi asema, eh, si mtoto yeyote mwenye atakubali aoshe mkono ya mamake. Basi yule mama ka, akamwekea mikono yake ile mtoto akaenda akachukua maji na kitambara ikawa mwosha. Lakini sasa kwenye hiyo prosesi ya kumwosha, akashangaa mikono ya mamake, yaani imezeekazeeka si wote tunajua tukishika maji sana mikono ina kama wrinkles, wrinkles, hivi asema maskini mamaangu, mikono yake kumbe ni kwa sababu ya kufua. Mimi hata sijawahi kujua, na ye kufua amefua kwa sababu yangu, ndo mpata elimu nzuri. Akimwangalia bado na vidonda vidonda, amekatika katika, labda na sabuni au labda zile nguo zimemkatakata. Sasa kila akiweka kitambara, mama yake aonyesha hali ya uchungu kwenye uso, akifanya yule mtoto maskini, kama machozi yamtoka. Ya shangaa, kumbe mamaangu mi ameteseka hivi na sijawai hata kujua, na mi niko hata hawezi kuniomba msaada. Nifanye nini? Nimsaidie. Ak akamaliza kumwosha ile mikono, alafu akamwambia mama, leo naomba tu pumzike, mimi nitashughulika leo kufanya kazi za nyumba. Akaenda, akaosha vyombo, akamaliza, yani vimeng'ara, akamaliza akalala. Siku ya pili akaraukia kwa yule bosi yule mwenye alimtuma ende akamwoshe mamake mikono. Kufika akamwambia bosi, hey, mimi mmejifunza sana huko, akilia yani, mamangu amenihangaikia akifua. Sasa hivi mikono yake imekatika katika. Mimi mikono yangu venye umeniambia ni soft, ni ukweli, ni soft sana, maana ya mamangu imezeeka imekatika katika, mpaka namwonea huruma na pia na haya, kwa nini nilimwacha afanye kazi zote, na mpaka sasa hivi nimemwacha aendelea afanye kazi, nami ni mtu mzima, na, na ye amezeeka. Akamwambia, hivyo ndo nilikuwa nitaka ujifunze. Mimi sasa nimekuajiri kwa sababu ulikuwa nataka mtu mwenye ana, anaweza kufanya majukumu yake peke yake hategemei mtu, kama wewe ulikuwa ukimtegemea mama yako. Lakini sasa hivi venye umejifunza, umepata kazi sasa hivi utajitegemea mwenyewe, kazi utazifanya kwa umakini na pia hawa wafanyakazi wengine utawaangalia vizuri. Kwa hivyo umepata kazi ya kuwa meneja wa hii kampuni. Yule mtoto akafurahi akasema alhamdulillah, pia akamshukuru yule bosi, akamwambia: asante sana umenifundisha mambo mingi, kama ingekuwa si wewe misingefika hapa, na pia mamangu angeendelea kuteseka. Kwa hivyo hadithi yetu inatufunza nini? Inatufunza tusiwadharau mama zetu. Mamako akikwambia nifanye kitu fulani nenda mbio, hata usisite, we nenda umfanyie. Akikwambia mwanangu, njoo nisaidie kitu fulani, hata kama anakutuma sana, we mtumikie tu, kwa sababu mama ni mama. Baada ya siku, pepo iko chini ya miguu ya nani? Ya mama. Na hadithi yetu ikaishia hapo. Masalam.